Mambo ni aje mpenzi na mdau wa muziki A. Leo nimekuletea show la kibabe kabisa ambalo uweze kulipata popote isipokuwa hapa ubalozini kwetu TV. Eh, naweza sema ubalozini kwetu TV ni kizazi cha burudani na anayekuletea burudani hizo si mwingine ni mimi mwenyewe unayenitazama, nisome kama Adacha The Future, ndo jina langu A. Sasa leo nimekuletea nini wewe mdau wa muziki? Nimeamua kupita mtaa kwa mtaa ili kujua kama kweli wewe ni mdau wa muziki au mzinguaji, na nimeamua kuingia moja kwa moja katika pande za mbande kiponza ya yeah, mbande kiponza So, nataka nipige stori na wadau wa huko then tatoa challenge yangu ambayo challenge hiyo, kama ukifanikiwa kupata takupatia zawadi ya vocha ya shilingi elfu mbili, ila ukikosa utakuwa umezingua. So, enjoy na show, enjoy na mimi ama nini? Kama unavyojua sasa, nimewaambia leo niko pande za Mbande Kiponza eh, kama unavyoona kidogo kumechangamka changamka, japo wanasema shamba na nini eh, hivyo, ngoja nipige story na washikaji hapa. Waniaje maze. kama kawa eh. mimi naitwa Adacha, the future eh natokea ubalozini kwetu tv na challenges zangu kidogo naomba ni, share na nyinyi kama mtu jani haina shida. sijui mwenzangu unaitwa nani mimi kwa majina naitwa Yohana okay. Je, wewe ni mdau wa muziki? Uh, muziki mimi ni mdau. Msanii gani unayemkubali hapa Tanzania hapa? Msanii mimi namkubali Dayo ngoma Mkuma... yake yeah, gani ni ambayo imekuvutia mpaka inakufanya umkubali? Kuna ngoma moja hivi inaitwa utalala. Ah, uh, uh, okay. au <laughs> nakubali sasa. Uh, mimi niko na challenge yangu ndugu yangu mm. Challenge hii nataka nikupe, ambapo ukifanikiwa kupata nitakuzawadia vocha ya shilingi elfu mbili. Uko tayari? Mimi nipo tayari, mwenyewe na shida na vocha okay. Wewe <laughs> una shida na vocha <laughs> uh, au sio? Hapo nilikuta na shida chini. Okay, sasa nataka nikupe challenge yangu. Ukitoboa hiyo mimi nakuzawadia vocha ya shilingi elfu mbili. Ah uh, mimi nipo tayari. Okay, mimi nitaimba nyimbo ya msanii yoyote ambaye najua mimi mm -hmm. Eh, taimba kipande kidogo tu, then nataka unitajie jina la msanii na wimbo msani. Unaitwaje? Upo tayari? Ah uh, poa Okay. Mstari wangu mimi unasema hivi. Namburi ya mateso sijui lini na sitaturia. Aiyo blaga sijui. Okay, angalia kule kamera imezingua. Ngoja huyu kaja anacheka mwezie, nataka naye nipite naye aniambie sijui ngoma nyingine anacheka mwenzie. <laughs> Unaitwa nani mwanangu? Ya, hey, Diamond Diamond. Na mimi ndo mchichi. Wa mchichi au sio? Muziki unauelewa? Muziki nauelewa kabisa. Eh, wewe unamkubali msanii gani? Mimi nakubali msanii Diamond hapo. Diamond ngoma gani unaikubali? Ngoma yake nakubali yapi? Ah. Ndio mimi nitenga kichwani. Ni kutoka kichwani. Utatomoa kweli? Mm, ya kabisa. Sasa nikuachie ujibu nyimbo ulomwimbia huo ni kupe ngoma nyingine. Nenda kwanza ngoma nyingine. Ngoma nyingine au sio? Okay, ngoma yangu inakwambiaje? Hmm. mapenzi bwana atatugombane mchana <laughs> Umweni hey, niambie msanii anaitwa nani, ngoma anaitwaje? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Naona wanangu wote ae-wamekosa vocha so, <laughs> nataka nikadili na wale kule twende kule kaka. <laughs>